Inasema wazi ya kwamba tumeokoka kwa neema kupitia nini? Imani. Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa, Yakobo alivyotufundisha. Sasa kama uliokoka kwa imani na imani bila matendo imekufa, nini imebaki ndani ya uokovu? Sasa kama tukifanya reflexion philosophique, niliokoka kwa imani, imani isiyo na matendo imekufa. Njoo kusema finalite nini? na uokovu pia imefanya nini? Ni hapa kwenye lazima kila mmoja wetu afahamu ya kwamba uokovu wangu na wako unasimama wakati yenye tunatenda kazi kupitia ile imani tunayokiri katika haya Maandiko. Kuna mambo matatu makubwa makubwa yenye Biblia inazungumzia: ya kwanza ni kwamba Bwana mwenye hatujaona kwa macho mwenye tumeamini kwa roho na kwa imani hivi karibuni atatokea na atakapotokea atakaa kwenye kiti chake cha enzi. Na ile siku mataifa yote yatakuja mbele yake. Ile siku tutamwona macho kwa macho. Ile siku njo kwenye atatenga. Je suis tres content kwa sababu tu kuna grupe mbili. Kungelikuwa groupe sawa vile mnafanyaka siku ya matanga kwenu, babofisi bataenda hapa, batu ya leta bataenda hapa, nanye batu bulebule mtabakia chini ya nini Chini ya bash. Ile siku hakutakuwa ba homme d'affaires huku, hakutakuwa watu ya leta huku, hakutakuwa watu ya ONG kule, hakutakuwa ba militaire huku au ba civile pamba huku, deux groupes chomeur directeur, tutakutana kulinyi pale, ndio tutaanza chunguliana. He alikuwa kama mzee wa kanisa, anapatikana kwa mbuzi nje hakuchagua vyema, alikuwa anahubiri. Kumbe alikuwa alikuwa diakono, kumbe alikuwa alikuwa bankier, kumbe alikuwa alikuwa soda, kumbe alikuwa, alikuwa, alikuwa. Al e e e e. Usipatikane kule. Dieu s'installe. Deuxième chose il vient separe kila watu. Troisièmement, anaorienter kila mutu kwa mwisho wake. Sasa kriteria ya selection na separation ni gani? Ni imani yenye matendo. Uliamini? Très bien. Uliishi neno? Très bien. Ulitenda neno? Kwa sababu hapa anasema ndani ya kriteria ya selection nilikuwa mgonjwa muliniangalia na kunitunza. Hapana tu kukwenda kuangalia na macho. Endaka kuangalia bagonjwa na mukati na sukari na franga. Hapana tu na malombi. Fika. Hapana tu naomba natupa mkono. Ilikuwa uchi mulinivalisha. Njo sikia batu waranza shangala, tulivalisha kawa wapi? Tulikulisha kao wapi? Jibu simple, yote mulio watendea, ndugu zangu, mulinitendea mimi. Matunzo mulilipia watu, hii kazi ya circoncision na matunzo na nini mnaofanyia watoto wa deplase, tusa se o senyor ki vule fet. Haleluya. Sasa, la dernière fois mtu alikulaka chakula kwako iko siku gani? La dernière fois mtu alivalaka nguo yako iko siku gani? La dernière fois mtu alilipiwa masomo na pesa yako iko siku gani? La dernière fois mujane alicheka kwa sababu alikula samaki ya baridi ndani ya chungu yake epeka na pakula? oh, ni siku gani oh ninapenda Yesu, nyimbo hapa utaimba kabisa na unafunga macho bongo Imani lazima tufanye nini? Tuione kwa matendo. Kwa sababu tous nous serons jugés. Ukristo usio na matunda A -a. Ninaogopa ya kwamba kule mbele itatupatia shida.